nikamlea sijakuona. Yeye anapokuja nyumbani kwako mama sikukuti. Wewe unahangaika. Kama unakula miguu ya kuku. Ah, mna shoga yangu. Mm -hmm. Kwenda tu kutafuta. Eh. Ngoja ni nani ndiye anakujua tabia ya mambo yako waachi. Ni vituko. Shemeji yangu ajambo. Ah, shemeji yako ajambo, sio kwa mumie. Kama mzima kaja Alafu shoga uh -huh, yangu mm -hmm, nime, kuna habari eh, eh, nimezisikia huko mtaani nikasema siwezi kukaa nazo. Nimesikia wana mmeo anatembea <tip> na Recho na haitoshi ule mzigo unamwona na Recho wa mmeo <tip> Yaani maji nimekupita hapa. Una yani kuhusu Tomo. Tomo sasa amekuwa busy sana. Hanijali, ya, yani hata simu zangu apokee kwa wakati. Wala kunifikiria kwa sasa hivi. Ngoja wanipeleze swali moja. Ila samahani kama nitakuchukiza. Ina maana wewe na Tomo yani mnatafutana mida ya sangapi au mida gani ambapo labda ile mtafutana wewe na Tomo? Yaani simu zangu apokee. Unapiga sangapi mpaka sipokei? Mimi nampigia kuanzia saa moja, saa mbili. <gibu> Eh, unacheka tena ah, shereji sente moja nafurahisha, umeona bwana eh. Nini ila nini hmm. Mimi naamini kwamba mida hiyo saa moja, saa mbili, wewe na Tomu, huo ni mda e eh, Tom utulia na mke wake. wewe na, unajua kabisa maana watu wanasema, uwe na mmeo, mmeishi miaka mingi, hajaona dalili ya kutaka viva ugwado wala kuona dalili ya tumbo ila ametembea na Lecho tu kitu kimekubali, maana unajua tani mwenyewe abaaa. Lakini nishamuitaga meangu kumza iswala akanikatalia kiambea, sio kweli. Sasa, u unaonaje, muda saa moja saa mbili muda mda kutulia nyumbani kwake? unavyoona kazi yake ikifika mida saa kumi na mbili kashafunga kila kitu chake. Huyo hapo, labda siku ana kazi za dharura usiku, ndio mnakuta ile mambo anakuwa mengi mm. Lakini kama siku ana kazi hivyo eh. Vipi naye kuhusu mahusiano kabla ya kutaka kukuoa, mm. au vipi? Yaani kwenye masuala kuwa, shemenye, mm. ya kuoa shemeji, imeshindikana kwa sababu yeye yule ni Mkristo mm. na mimi ni Muislamu mm. kwa hiyo mimi siwezi kubadilisha dini kwenda Mkristo na yeye kubadilisha dini kuja Muislamu Mwislama, haiwezekani. hmm. na kuna ndoa ya Mkristo ndoa mbili, si mimi kuona, lakini <coughs> ntaifanyia kazi sawa. Kama ni hivyo, maana nkasema gayo nimfikishie, udugu wangu si anajua, si ajui, nimfikishie ili mwenye anajua, mwenye atachukua uamuzi gani kazi, kama kweli mimi nitajua kama sio kweli, mimi sijajua. Ila mpaka nimefika kwako shoga yangu, mimi najua ilikuwa ni la ukweli, sio mimi. Unanielewa? Ninakuelewa. mimi nimefanyia kazi haya. Basi acha mimi niende. Haya, karibu. Haya, thank you. Haya. Sasa hapo ndio kuna kitu kinajengeka, ndio maana wanadengea. Kwa nakwambia, vipi? Akili akili kinikichwa, wewe kubadilisha dini utaki na yeye kubadilisha dini hataki. Mm, akili kinikichwa unamaanisha hmm, nini shimeji? Hmm. Ah, sana unamaanisha nini? Mm, shimeji, wewe mtu mzima na wewe mkubwa unaelewa, kichwa chako kinafanya kazi mwishona? Eh, cha kuambia mimi sina ila tunakwambia ni no. Na sasa mwema shimejwe. ajuru ajuru. Mwanangu, kama kaida vipi, au sio? Harakati zinaendaje mwanangu? Bila kuchoka, mambo anaenda. Tupo mwanangu. Vipi mwanangu? Sasa ngoja poa. Sasa kuna jambo mimi nataka nikwambie. mm. unamjua yule mshikaji yule mmoja, anaitwa Mwambolo. Mwambolo ndio yule, huyo. Sasa Mwambolo anatembea na mkeo ma <sighs> Mwambola anatembea na mkeo. Hiyo tu story yani. Oh, wewe umemuona au hey, umesikia hey? Oh, tu? Ajuru, ajuru. <coughs> ba, dorang jambo. Hapa, nani mkubwa hapo? Wewe ndiyo mkubwa e? Eh. Shikamo. Malaba. Wewe unaitwa nani? Aisha? Aisha, hey. Ah. Sasa kuna dada mmoja hivi ana kitumbo kama kiboyo hivi anaitwa Lechomemba, anakaa wapi? anakaa humu ndani anakaa humu. Ehhe, maana nimeambiwa nikitoka nyumba ya tatu ya nne ya tano, maana nilijua nyumba unapita sele na nna hii, naenda hivi, kumbe nyumba hii. Eh. Ah. Sawa. Vipi, nataka na marefu. Ndio. Utaolewa. Toto ndogo napenda hela tu, sasa umeniambia mwenyewe. Nimekukambia ndo nini sasa, doto ndogo napenda hela, mangali ya nyele zake ka kibuneni si shauli zako, mtu mdogo sio, na ule mwili wake akasema huu na ule upepo wake le. Yeah. Na, ah, Ana lolote eh? Kwanza nasikia mwenyewe ana kibamia nini. Hivyo, mwanangu, lifanyie kazi Ah, Mkeo wea, mkeo na, analiwa Eo. Babu, wewe siku ukimuona tu enjo niambie nafu taona okay. Sasa hey. Asani. Mm. Nauliza Asani umefanywa nini? Asani ajafanywa kitu. Anafanywa siku. Analuka ukuta a sasa mwanangu yeah, Sasa yeah. Yeah. Mi sina mingi sana mimi nilikuwa nakwambia hilo tu mwanangu yeah. Kwa sababu mkeo sio vizuri unaona oh, mimi? Ko mimimi nikuache using'ang'anie sana huko mm.

Naona nimewahi bwana, naona nimewahi hapo. Kuna chakula. nilikuwa nanamlea dada mmoja hivi anaitwa Recho Mimba amemkuta Kwani wewe ujaambiwa bro? Yule Recho mimba na mwana pale, na ile mimbo yake kama kiboyo. Mimi ndio baba mwenye nyumba, baba mwenye mimba, ah. Eni, ule njusu mnaona pale au sio? Ule njusu ya leo kwa tumbani wa kwangu yule. Kwa mna naingilia nini? Aah, siingii, tulia. Yaani karibu nitatoa baba hapo. Shida nini baba? Mbona umesimama? Unataka nitumbili bebe? Baba, nipe, nipe, nipe habari, nipe habari, nipe habari. Eh, tupe habari. Semaje? Kwani wewe si kakaa? Ongea kwanza. Sasa, mbona kama umepaniki? Nikukwambia mie Lecho ni mimba yangu ile. Hamna sababu, ulivyokuja kuja sijakuelewa. Hebu ongea kwanza, he? Sikia basi, kibodeni si kwambie kitu sasa. Sawa. Yule njusi yule. Yule mtoto mm. aliyekuwa ndani ya tumba Lecho, sawa? Mtoto mm. wangu huu. Nakumbuka siku moja ambapo nataka nitie mimba ile kwa Krismasi. Nikatia ni Eh. Katen... Hey. <laughs> hey, baba. Mbona kama siku leo? Sema Lecho, wewe mtu wako. Mbona unaongea sana shahadia? Shahadia vipi? Unataka yule mwangu sasa? Eh?